Pole pole sana kwa kongomani wote wanaopatikana ndani ya Kongo na nje ya Kongo kulingana na hali ya nchi yetu ya kivita. Pia pole sana, pole mara tena kwa kongomani wote wanaopatikana ndani ya Kongo na nje ya Kongo kulingana na msiba ambapo ulipatikana kwa wazalendo wetu maeneo ya hapo Lutete Lweba. Leo ni siku ya Mungu, tariki tariki 16 mwezi wa 3 elfu mbili makumi mbili na tano si mwingine mbuto ya batu busiri batu bushiri egle mzee dola kubwa, tunawapa utaratibu wa mazishi ya shujaa epembwe mheshimiwa e, marehemu mtetezi Ebu'ele, waseba waseba Tresor mputu. Programu ya mazishi yake ni kama haya mheshimiwa. Kwa kuwa e, alikuwa shujaa wa nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo, shujaa wa tarafa la Fizi, shujaa wa mkoa wa Sud Kivu. Kwa hiyo mheshimiwa atazikwa pa Fizi Santre, atazikwa kwenye tarafa la Fizi Santre, mkoa wa Sud Kivu. Kwa hiyo Wakongomani wote mashujaa wote na wazalendo wote wanaomba kukusanyika hapo Fizi Santre, kwenye mazishi ya shujaa epembwe mheshimiwa mtetezi Ebu'ele Mputu Tresor, siku ya tatu. Kwa hiyo watu wanaombwa kuanza kusanyika asubuhi. Programu za mazishi zitakuwa hapo hapo kwenye tarafa la Fizi siku ya tatu ni tariki kumi na tisa ya mwezi wa tatu elfu mbili makumi mbili na tano. Atakayesikia habari hii ya mazishi ya shujaa mtetezi Ebu'ele wa seba Tresor atamwambia mtu mwengine. Kwa waheshimiwa wote wanaopatikana kwenye nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo kwenye mtaa wa Sidikivu, na kwenye tarafa zote zile, Mwenga Uvira, Fizi na tarafa zingine, pamoja na vipembo wote, wanaombwa kuhudhuria kwenye msiba huo wa shujaa wetu mteteaji wa nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo wakongomani wote mashujaa wote na wazalendo wote wanaomba ukusanyika hapo Fizi Centre kwenye mazishi ya shujaa. Pole mara tena kwa kongomani wote wanaopatikana ndani ya Kongo na nje ya Kongo, kulingana na msiba ambapo ulipatikana kwa wazalendo wetu. Asante na washukuru sana, na Mungu awabariki. Atakayesikia habari hii atampasha mtu mwingine.